To make a change. Huku uchaguzi mdogo wa wadi ya Chwele Kabuchai unapotarajiwa kufanyika tarehe 27 Novemba, viongozi kutoka kaunti ya Bungoma wametakiwa kutochochea wananchi na badala yake kudumisha amani. Viongozi wa muungano wa Alternative Voice Alliance wameelezea wasiwasi wao kuhusu hali ya usalama kabla na baada ya uchaguzi huo. Wanasema vurugu zinazoshuhudiwa katika eneo hilo zinachangiwa pakubwa na uchochezi wa wanasiasa wasiojali sheria.

that mimi naomba hivi kwa sababu media kuonyesha peupe watu wakipigwa pale police station ka Chwele zingalipo zinaonekana. Vilevile vile kuna jamaa walikuwa na pingu ambazo hazifai mwananchi wa kawaida, raia mkenya mzalendo, akuwe nazo ila serikali peke yake, ambao kiongozi na polisi, tuliona watu wakifunga watu wenzao pingu, wakipeleka police station. County Commissioner, na kazi bado ungali nayo na nakuhakikishia kwamba kama utafanya sehemu hiyo ikamilike, utafanya watu pale Chwele Kabuchai kuto kujichukulia sheria mkononi, ulimwengu unaadhimisha